Lakini tunataka tuondokane kabisa sisi na vifo vya kina mama na watoto, tupunguze. na mikakati ambayo na sisi kama serikali tunayo ili sasa kupunguza vifo vya kina mama na watoto, kwanza, moja, tumewekeza sana katika huduma za dharura, na ndio maana ukiangalia sasa hivi katika maeneo mingi tumejaribu sana kuboresha vituo vya afya kuhakikisha kwamba zinapatikana huduma za dharura za uzazi. Tumejenga theaters, tumejenga majengo ya kina mama na watoto, tumejenga maabara ili kuhakikisha kwamba tunapata damu salamu, tumejenga nyumba na na wa za, za so watumishi na enuasaaderuma kuna kazi kubwa sana ambayo imefanya na nawapongeza sana uongozi wa mkoa wa Arusha wote kwa usimamizi mzuri, maboresho makubwa sana nimeenda usariba pale, kwa kweli nilikipita kile kitabu tu nilipita kabla kujafanywa ukarabati, lakini baada ya kurudi nikawa kama nimekisahau. Kwa hiyo niwapongeze sana viongozi wote kwa usimamizi mzuri. Ah, unaona kwamba ARDF chini ya mwenyekiti wetu Elfra, nilipochaguliwa kuwa mbunge tu, nilipopata wazo hili niliwashirikisha watu ambao hawajawahi kulipwa mshahara wote na siku zote wamekuwa wakijitolea kwa fedha yao kukamilisha ndoto hii, lakini waliona ni jambo ambalo linawezekana, waliona jambo ambalo linawezekana. Na wakati mwingine mimi niko bungeni, wao walikuwa nakaa vikao vya kupushi jambo kama hili. Na tulipoanza kutafuta eneo na kufikiria namna ya kujenga hospitali, wako watu wengine ambao kwa bahati mbaya hatulishindwaku kwa sababu ya muda Dr. Msuya amemona hapa na madokta wengine wengi tu ambao tulikaa nao kuanza kujadili ujenzi wa hospitali ya mama na mtoto kabla hata hatujamwona Nyaga kumuomba eneo la kujenga hospitali. Hata tulipoomba eneo hili kujenga hospitali, Nyaga naye alitilia mashaka sana tuenda kujenga hospitali ya kisasa. Alitilia mashaka sana. Alipoamua kutupa hili eneo, na sisi tayari Mungu akawa ameshatuconnect na watu wa maternity, tukoeleza ndoto yetu, wakatueleza ndoto yao na Dkt. Andrew akasema walikuwa wanatarajia kwenda kufungua hospitali nchi Sierra Leone, lakini tulimshawishi sana kwamba anastahili kubaki hapa na tutampa eneo. Kwa hiyo tulikuja hapa tukamuonesha eneo hili pamoja na Happy Mwamasika ambaye amba yeye kwa kweli ndo ametuconnect na hii familia ya maternity. Tulianza majadiliano na huko nyuma tumekutana na vikwazo vingi sana, lakini kwa kweli kwa neema ya Mungu tumevuka. Kwa mimi namshukuru Mungu, namshukuru Mungu kwamba kwanza hospitali hii inatibu bure, alafu fistula ni ugonjwa ambao kwa kweli ni very very serious na nilikuwa hmm, naongea na, na mheshimiwa naibu waziri anasema hata madaktari wanaoweza wakatreat ya aina hii ya magonjwa bado ni wachache sana. Sasa leo, uh, ARDF ndio amekuwa mbegu ya ndoto hii kuzaliwa. Kwao nitajisikia furaha siku zote, kwa sababu hapa kuna baraka zetu nyingi hapa kuna baraka zangu za na familia yangu, hapa kuna baraka za familia ya watu wa RDF, watu wote waliohusika kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu mgonjwa atapona, kwa sababu mtu mwenye tabu ya ya uzazi atapata nafuu tena bure, kwa wale watamshukuru Mungu, na wakimshukuru Mungu, niambia waandishi wa habari ni kwamba sababu hizo sisi tutazipokea. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na, na, na nimeshukuru sana kwa kweli mheshimiwa naibu waziri kukubali kuwa mgeni rasmi na nawashukuru wale wote watu wengi, kuna donors wengi ambao hawakutajwa majina pale ambao wamesaidia kuwezekana kwa jambo hili, wengine we, hata we, we sisi sisi majina hatuwajui, lakini kwamba tuna sasa sisi bado tuni custodian wa ardhi eneo hili na eneo hili na hiyo hospitali kwamba mabadiliko yoyote yasibadiliki kutoka kwenye hospitali ya kumsaidia mama na mtoto kwenda kwenye kazi nyingine yoyote ile. Kwa hiyo tutashirikiana nao na wito wangu, wamesikia kwenye hotuba ya profesa Mlai ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya maternity ameomba Watanzania, local community iendelee kusaidia kwa sababu wanatibu bure, kuna gharama kubwa. Kwa hiyo nami ni wito wangu kwamba watu waendelee kudonati fedha na vifaa mbalimbali. Umesikia hapa kwamba wanataka sola, ili na sisi tu participate kwenye, kwenye hii commitment ya msingi sana. Sio vizuri sana kila mara kuwa tunasaidiwa na wazungu kwa, kwa sababu wa wameshafanya ni, ni wajibu wetu, na mimi nitaongea na wakurugenzi na, na, na, na wenzangu tuangalie tualeta kitu gani kingine kuonesha kwamba commitment yetu haikuwa tu kuwatafuta, commitment yetu haikuwa tu kuona jengo linakuwa sawa, ila commitment yetu ilikuwa itakuwa ni sustainable, kuwatafutia fedha ikiwezekana, kuwatafutia vitu mbalimbali ikiwezekana, ili tuendelee kuwa sehemu ya baraka katika maisha yetu na katika kazi hii. Uh, mimi ni Abdi Banda mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa, naangalia Global TV Online.